Mimi nashukuru Mungu mimi ni Twatibu Bakali AK ni Madega mwanachama tawi ya Simba Sports Club, pia tawi na mpira pesa magoli ni kumi. Mimi nasema mpira ni vitu vitatu. Unakushinda, unakutoa, unakufungwa. Mistake tumecheza tumepoteza game. Mechi zetu tutajipanga vizuri, tufanya vizuri. Bado nafasi ya bila tunayo, tena kubwa tu. Na napenda kuambia wana Simba watulie, wanasema mkali tushikamane kusema Simba nguvu moja. Ah, tunaona kwamba mlikuwa wapinzani wenu wa Dayanga Afrika Yanga mlikuwa mmewapita takribani pointi saba, ikaja pointi tano, na sasa hivi leo mko mbele mechi moja dhidi ya Yanga, mna pointi 46 na Yanga akiwa yeye ana pointi 40. Huoni kama tayari Yanga ana kanuni ile ya kuwafikia tayari, karibu awafikie wa na ukilinganisha mwaka jana ilikuwa hivihivi, mwisho wa siku Dayanga Afrika wakaja kuchukua ubingwa. Mavi ya kale dalwa, mavi ya kale hawezi kuikata siku moja. Nasema Yanga hana mbio, sisi tunatongoza ligi, tunataka kuongoza ligi, mechukua ubingwa hakuna matatizo ya aina yote. Yani, hii ni mistake leo tumempita na pointi sita, ziteea kukuwa na pointi sita hizo hizo hadi kufikia siku moja. Nani, kuna usemi wanasema mtaani, Simba bila Okwi, Simba bila Bocco hakuna kitu. Je, usemi ule umetimia au hujatimia? Ya yeah, ni kweli usemi umetimia. Kwanza kwa jina anaitwa Eriki Fredriki Okororo aka Kantona, natokea pande za Ukonga Banana nani, mshabiki wa Simba wa mkereketwa. Naona sawa leo nani tumesuruhu, lakini mechi bado ziko nyingi na yali tafanya vizuri Kukosekana kwa Boko na Okwi kumeonekana kuna mapungufu makubwa. Tumepata magoli, wenzetu wamesawazisha, lakini nayali bado mechi ziko nyingi, bado na nafasi ya kufanya vizuri. Mimi naye usemi mmoja, naweza kusema kwamba mara nyingi timu inakuwa inasajili kwa ajili ya kupata matokeo mwisho wa siku kuchukua ubingwa. Mna wachezaji wengi wa kigeni, kumtoa ya boko kumtoa Emmanuel Okwi kwenye kikosi chenu, je yeah, wachezaji waliobaki wana faida gani katika kikosi cha Simba? Wewe unavyoona kama leo umesema Simba bila Okwi au bila Boko hawawezi kufanya kitu ya yeah? Ndio, sawa. Simba bila Boko bila Okwi inaweza kufanya vizuri, isipokuwa kuna wachezaji wengine ambao walikuwa wanapata nafasi wameshindwa, kuna nini, kuna nini kuonyesha uwezo wao, wameshindwa kuonyesha uwezo wao, lakini na imani. Uh, mimi naitwa Kevin, ni mshabiki wa Simba Salaam. Dar es Salaam. Mimi nafikiri walimu ndio waliopanga mchezo wa leo na kukosekana kwa Bocco au kukosekana kwa Okwi nadhani sio tatizo kubwa, sio tatizo kubwa kwani wote ni wale wale, isipokuwa tu kwamba wenzetu wali, nafasi walizozipata wameweza kuzitumia, lakini inatutia moyo kwa sababu bado tunaongoza ligi tunaongoza kwa pointi sita. Kwa hiyo hiyo mimi sioni sababu kusema labda angekwepo Okwi angekwepo Bocco hii hii ni kama ajali, ni kama ajali. Sio? Mnaongoza ligi kwa pointi sita umesema hivyo, lakini kumbuka dayanga afrika na kiporo zidi ya mtibwa Sugar alikuwa acheze tarehe tatu, hachezi kwa hiyo unaona kwamba tayari Yanga yuko mbioni kuwafukuzia nyee Simba, na historia huenda ikajirudia kama ilivyokuwa mwaka jana. Mlikuwa mazidi pointi nyingi, mwisho wa siku wakaja wao kuchukua ubingwa, na ndio hichi tunachokiona mwaka huu. Unazungumziaje swala hilo, au mwalimu afanye nini ili kuweza kupata ushindi na mweze kuchukua kombe hili la ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara? Mimi nafikiri kikubwa walimu waendelee We, kuwatea wachezaji moyo, kwa sababu kwa sababu pointi ambazo tunazo hata kama at, atashinda dhidi ya Mtibwa Sugar, lakini bado sisi bado tutaendelea kuongoza ligi. Kwa hiyo nafikiri kosa la leo limefanyika, tutajirekebisha, walimu watajipanga, wata, watajua nini wafanye. Na nafikiri tutashinda tuta tu Mechi ijayo Simba mnakutana na Almasri ya kule Misri. Ni timu ambayo inashika nafasi ya nne katika ligi yao na mwaka jana ilimaliza ikiwa nafasi ya pili. Kama mtamkosa John Bocco pamoja na Emmanuel Okwi mnafikiria kwamba mnaweza mkasonga mbele kwenye michuano hiyo? Na mkiangalia mpo nyumbani, naomba ujitambulishe ni nani na ujibu swali langu. Naitwa Mr. Msofe Mohamed. ya yeah, mimi niende moja kwa moja kwenye swali lako, mimi niseme tu kwamba mimi ninachojua kwamba makocha wetu wanajua nini wanachokifanya kwamba leo hii wachezaji wana tension yao, kubwa ni mechi ya, ya, ya Almasri kwa sababu hata kocha awali alisema anapata mashaka sana juu ya timu kuwazia sana timu ya Almasri kuliko kukutana nao kwenye ligi. Kwa hiyo kinachotokea leo hapa nakuja na kurekodi yale maneno ya kocha kwamba kocha, wachezaji wenyewe wanaangalia sana kwenye ligi ya mabingwa, kwa sababu pia ukiangalia sasa hivi Simba ndio ligi pekee ambayo imebakia ili kuwakilisha nchi mwakani. Kwa hiyo kama pia wasipofanya, wasipokuwa serious kwenye hili pia, wanaweza kukosa. Kwa hiyo ninachoamini kwamba tension tu ya mpira wa Almasri ndio umefanya Simba kucheza katika kiwango hichi ingekuwa ni, ni mechi ya, ya mtoano tungesema labda tuna shaka, lakini hii ni ligi, sisi tunacheza. Tumetoa suluhu leo, lakini pia timu nyingine inaweza kuja kufungwa. Hawa wanaotukimbiza, Yanga, Azam, pia na wenyewe wamebakiza mechi kali ambazo pia wanaweza wakapoteza kama tulivyopoteza sisi. Kwa sisi tunachoweza kusema kwa sasa kwamba bado tuna nafasi ya kuendelea kukimbizana ku, ku, kwenye mbio za ubingwa na pia tunapambana kwa ajili ya kuweka rekodi katika ligi ya mabingwa Afrika. Asante sana. Tafadhali endelea kulike, kushare na kucomment katika video zetu, bila kusahau kusubscribe YouTube channel yetu ambayo ni Shutikali TV, ili usipitwe na taarifa motomoto za kimichezo.